Washtakiwa hamsini na tano wa kesi ya uhaini shauri namba 26681 mwaka 2025 wamefikishwa katika mahakama ya wilaya Mufindi kwa lengo la kusomea mashtaka hayo yanayowakabili ambayo ni kosa la kwanza kufanya njama ya kutenda kosa la uhaini na kosa la pili ni kosa la uhaini. Akisoma mashtaka hayo mbele ya wa mahakama hakimu mkazi mfawidhi wakili wa ya haya Mesango, mahakama wilaya Mufindi Benedict Mkomola, wakili wa serikali mwandamizi a ameeleza wanashtakiwa kwa kosa la kufanya njama ya kutenda kosa la uhaini kifungu cha 384 cha kanuni ya adhabu sura ya 16, na kosa la pili ni uhaini kinyume na kifungu cha 39 kifungu kidogo cha 2D cha kanuni ya adhabu sura ya 16. Shauri namba 26681 mwaka 2025 kwa mara ya kwanza lilifikishwa katika mahakama ya wilaya Mufindi tarehe 10 mwezi wa 11 2025, ikiwa na washtakiwa 27. Leo, tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 2025, shauri hilo limefikishwa mahakamani kwa lengo la kuongeza washtakiwa wengine 28 na kufanya idadi ya washtakiwa wa makosa hayo kufikia 55, ambapo makosa hayo yalifanyika kati ya tarehe 29 na tarehe 30 mwezi wa 10 mwaka huu 2025 ndani ya mkoa wa Iringa, wilaya ya Mufindi. Washtakiwa wote wamesomewa mashtaka hayo na kukua badu kamilika na hayo wa wote, kwa kuwa upelelezi bado haujakamilika na mashtaka hayo hayana dhamana. Washtakiwa wote wamepelekwa mahabusu mpaka tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka 2025.